Hey, mambo vipi watu wetu wa nguvu? Uh, na wasalimu. Na wasalimu habari wa zenu mmeamkaje na mnaendeleaje? Yes, uh, mimi ndugu yenu hapa nitaka nizungumze na nyie mambo mawili matatu uh, yanayoendelea. Naweza mkaona mazingira niko katika maeneo ya kazi. So nikataka tuzungumze mawili matatu yanayoendelea katika yanayoendelea katika YouTube sasa hivi, mambo ya kushangaza sana, mambo ya kushangaza sana, mambo yanayoumiza sana, lakini mambo yanayofurahisha sana unaona eh? So nitaka kuzungumza tu mambo mawili matatu. Kama hujasubscribe, subscribe channel hii, na ushare na ulike, ucomment, naye Mungu atakwenda kukubariki. Si ndio? Yes, naye Mungu atakwenda kukubariki. So, jambo ambalo nilitaka kuzungumza siku ya leo ni jambo moja tu, anajua eh? Nilitaka kuzungumza jambo moja tu um, la, ni hatari sana, ni hatari sana. Elvo, Elvis ameanza kutumika katika uchawi. Elvis ameanza kufundishwa uchawi na Champe, lakini mimi niko hapa kuwambia watu wangu msiogope, wala msilielie wala msijiulize maswali kuna nini kinachoendelea hapana. Unajua wakati wa Mungu ni sahihi sana kuliko wakati wa mwanadamu. Tunaweza tukapambana na tukajiuliza maswali mengi, nini kinachoendelea kuhusu Elvis. Unajua kama Apostol Joshua alisema siku fulani akasema kwamba nyota ya ule kijana ni kubwa na inang'aa sana. Hiyo ni sababu ya yeye Elvis kuwa anachukuliwa na wachawi. Na akasema kana kwamba yeye asikitiki kwa sababu Elvis, yeye asikitiki, anajua atarudi. Na mimi nakwambia sisikitiki wala siangaiki wala siumii moyo kwa sababu ya Elvis, kwa sababu ninajua Elvis atarudi. Elvis ni mtumishi wa Mungu atakwenda kuokolewa muda ambao sio mrefu. Cha msingi tu ni sisi mafans tu tusapoti hii safari yao ya kwenda Zanzibar, ili waende kukata kule ambako kuna mzizi kule, waende kuvunja kule, Mungu aende kufanya kazi yake, na kesho mtamwona Elvis akirudi katika ofisi na kufanya kazi zake. Ni jambo la muda tu uchawi upo na wanachokitumia wanakitumia katika njia ya uchawi, lakini ni wasii tu, watu wa Mungu, uchawi una mwisho wake, una mwisho wake. Mungu akiamua, hakuna ambaye anaweza kupinga. Wanaanza kumtumia Elvis katika njia za kichawi, wanaanza kumtumia Elvis katika madhabahu zao za kichawi lakini ngoja nikuambie, hakuna kitakachowezekana kwa sababu hakuna kinachomshinda Mungu, hakuna kilicho juu ya Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu, na Mungu akiahidi jambo ulitimiza. Kama Mungu amesema watu waende Zanzibar, waende kuharibu huko eh, waende kufanya maombi huko, kwa mavingumu mimi nakuambia kana kwamba Mungu atakwenda kutenda miujiza na kila kitu kitakuwa sawa. Amena amena. Natumaini mnaendelea kunisikia. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni ninyi watu wa Mungu kuchanga na kutimiza kwe, yani kuchanga pesa kwa bidii, ili kuona kila kile ambacho Mungu atakwenda kutenda. Eh, kuchanga pesa ni kuwasaidia katika safari ya kwenda huko Zanzibar, na uko Zanzibar atakwenda kuokolewa, evo elvo, yaani Elvis atakwenda kuokolewa, afisa Charles atakwenda kuokolewa, afisa Ibrahim na wengine wengi ambao wamefichwa huko kwenye mashimo, wengine wengi wamefichwa huko inaosemekana kuna watu wengi sana na Mungu, na huu ni wakati wa kwenda kukomboa wale wote waliofanywa kuwa misukule, kurudishwa katika hali yao ya utimamu. Na Mungu atakwenda kudhihirisha, na Mungu atakwenda kutenda hilo. Wewe support tu, wewe support tu. Inaumiza sana kumwona Elvis akiwa katika hali ya uchawi, lakini nakwambia usifadhaike moyoni mwako, kwa sababu Mungu anakwenda kutenda na Mungu atakwenda kuokoa kila kilichopotea, kila kilicholiwa na nzige na harare na madumadu, Mungu atakwenda kukikomboa na kinakwenda kukombolewa, na muda ni huu sasa. Nakushauri mtu wa Mungu support team, team senior dev support team dev Naye Mungu atakwenda kukuokoa, si ndio? Naye Mungu atakwenda kukubariki. Endelea sana kuomba, usichoke kuomba, endelea kumwamini Mungu, endelea kuomba, naye Mungu atakutendea makuu. Unaona ya? Usikose kuomba, chukua muda wa maombi na kushauri. Ndugu yangu, endelea kuombea si timu sinyo devi. Endelea kuomba kabisa, usichoke katika maombi yako. Unaona ya? Usichoke katika maombi yako. Na Mungu atakubariki sana. Asante. Kama uja subscribe, subscribe hapa na ushare na ulike ucomment hapo. Mungu atakuwa amekubariki zaidi. Asante.